Majira ni saa tisa, saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa kumi majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV ambayo uko nasikiliza na mimi ni Babalababa mzee wa Ngwasuma Kabonga the Bali Rajabu Wakili, kurushia haya matangazo. Kipindi ni Habari na Maelezo, na kama unavyojua uko peke yake. Bwana mdogo Roger Seko iko wapi? ni stori ndefu, sasa hivi hatunaye kwanza. Bado anaendelea kuugulia malaria na nini na tusonge magonjwa, lakini ayupo bado, hali yake haijao sawa. Nakuletea matangazo mimi mwenyewe mpaka pale ambako nitakuja taarifa nyingine mpya ya nini ambacho kiko kinaendelea. Lakini kwa yote ambayo utakuja kuyajadili sasa hivi ni hali ya Uvira yo, kambi ya M23 ambao walikuwa pale kwa parking ya, ya Kavimvira eh, ambako kulikuwa kuna vikosi vya FARDC eh, wameweza kutoka wote, wamekimbia kwa mkia leo eh, na hivyo wamoja wamepanda milimani eh, kule wakijaribu kufanya eh, michezo yao ya kitoto, lakini pia wazalendo wa, wa wamewapurumukishia kule, kwa hiyo wameshukana na nao. Na pia, kanisa ya Sepake ya Kiliba kule kumewekwa minisio za M23 ziko pale, ni taarifa ambazo zipo, kwa hiyo tunahitaji sokoi pia iende ifanye kazi. Maeneo ya, ya Kiliba Ondese kule chini ku Sekretari Kivu, Sekretari Kiliba na hapo pia hivyo hivyo e, kwa upande wa Katongo, Kalimabenge, Poro ya Kalundu e, kule moto bado huko unachachama huku wazalendo na FARDC hawana haraka ya kuingia muvile au Uvira, na nafikiri hili swali limezungumzika kwamba hawataki kuwa na haraka, kwa sababu maafa mengi yatakuja ya kutokea. Wewe fikiria tu jana jana tu usiku, magaidi walipora nyumba kadha wa kadha e, mnyamianda kuiba mali za watu, kusumbua raia. Kwa hiyo ilikuwa iko ni shakala bagari sasa e, wakisema waingie na kuprecipiti so itakuwa ni mbaya sana kwa wananchi, ambacho raia wanatakiwa wajue ni kwamba e, hii iko no return back eh, there will be no return back, no one will go back. Hii kunaenda ni fronto fronto now. So kazi iko ni kubwa sana kwa M23, wanakutanana na kipigo. Katika takwimu ambazo zimetolewa ni kwamba eh, wanajeshi wengi wa Rwanda wameishia katika hii vita, walifikiria kwamba watakuja ku Eh, kutusumbua huku lakini eh, mambo yamekuwa ni changamoto makubwa. Pia jeshi la Rwanda limeweza kufutwa kupitia vikosi vya Umoja wa Mataifa MONUSCO. Umeweza kurudishwa na kuanza kurudia nchini kwa Rwanda hii ikiwa na maana kwamba eh, konfiansi ya Rwanda vis-a-vis na MONUSCO na Umoja wa Mataifa imetoweka ime na pia hapo hapo tutagusia resolution mpya ambayo imetolewa ya 2802 ya 2808 ya Nations Unie ikiwa ya kuwapiga sasa, e, magaidi wa M23 na makundi mengine yote ambayo yanashikilia e, silaha. Tutasoma baadhi ya vipengele hapa ili tuweze kwenda sawa. So ili kwa kwanza kupata habari zetu like pia subscribe Baraka One TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow zetu kupata matangazo kati. Kwa hiyo ni hivyo, pia kumbuka upreuai unaendelea, na kama ujungana na operation hii tafadhali mimi na ambazo kunaziona hapo, ili uweze kuwasiliana na sisi, tuko na prepare kwenda Makobola, eh? yeah, kwa lengo la kuwatembelea ndugu zetu kwenda Makobola. Kwa hiyo unaweza ukaanza kufanya mchango wako kadiri unavyoweza, ili tuende kuonana na FARDC pamoja na wazalendo na watu wote ambao wako hapa

Eh, habari ile niliongea na mtu mwenye ako pale ka limabenge gambo ya chini, alinitumia video sauti au video, tuliongea nayo na video kwanza, alikuwa na jikwese bombe zikapiga mbili pale njuu, akafika na toka na simu yake, naisha moto, unasikia M23 walianza kukimbia pale na kuanza kutafuta mamitumbu ya kuwasoza wapelekwe kule mangambo ma... ya Kavimvira, lakini haikuwezekana. Basi sasa hivi nakamatiwa hiyo video hiyo, naona natuma mgrupe na wapeti yangu vako pale Kavimvira. M23 e, wote walikuwa pale mparking public Kavimvira, sehemu yenye naitwa Kinaga e, tupre na Mayamoto bashatoka pale mbo na vamoya walipanda kumilima ya ngambo ya Rugenge, bako vanakamata wajene tatu pale mumungini. Ay, tiba, baoneshe njia ya kuenda Minembwe, lakini kwa vati mzuri bale chef de quartier na badaveni wakawahi kujitokeza na kutetea wale vaviana wakabaachilia, na njoo vile kwa sasa hivi bako banachezea mule mparkingi ni wanamuke kukamata zile mabido na masahani na vitu vyao yevaliachaacha mule. Njua habari ile TV. Naam, hiyo ndo hali ambayo iko ilianza asubuhi na kuendelea mpaka mida hii e, mazingira ambayo yameweza kutokea ndani ya jiji la Uvira. E, kuna wasaliti wengi hapa Muvira, na wengine wamekwisha kuanza kuomba misamaha kwamba e, maudio zao ambazo ziko zinatembea haiko wao ndio wametengeneza. Sasa unauliza sisi ambao tunatengeneza sauti audio hauwezi ukatofautisha uh, uka hii na hii. So tunaelewa kwamba hii imetengenezwa na hii ni ya mtu mwenyewe. Um, ba opportuniste biko ba mingi sana. Sirtu hapa ba, ba, ba jeune gens biko na pretendre kuwa ba politicien. Uko nakuta mtu bo ingenieur fulani sijui docteur fulani sijui maitre fulani nini. Donc tout le monde est en politique. Uh, na biko na tamaa mingi sana, uchuku mingi, ukisikia maudio zao zenye wako wanatumiana za kuanza kutafuta Patriotisme, haiko mdani. Na hii ni juu ya nini? Ile kitendo, accepter tout le monde. Accepter tout le monde. Mshafanya marebelion, mshaua watu, mshaiba mali za watu, watu watu wapoteza mali zao. Haya, leo hapa nilikuwa naongea na na kiongozi mmoja wa shule moja pale Uvira uh, sitaja ni prefe wa shule moja kubwa tu Uvira. Mm, gari lake lilibiwa pale ku eh, ku Bralima kuko, kuka, kuka, kuka garage pale, walikuja pale walichukua magari yote ambayo yalikuwa pale, wakaiba wakaondoka nayo M23 wao. Unaelewa? Na sio pale tu, magari mengine pia yameibiwa, mali za watu nyingi zimepotea kwa hii kipindi tu kama cha wiki kadhaa. Sasa unakuta ba Baptiste Jean, ba Baptiste politicien, venye vikumuuvira vanapretende kuwa na masrktre za ambassader de la paix sijui vanane y vamvumaitugani wote wale ni wa opportunist. Bachache kati yao ndo enye vikikuwa akuizungumzia hii, lakini naweza kuiweka tu, kwa sababu usikilize kwanza hii audio yake yenye iko nazungumza. Na kisha anakuja anasema kwamba haiko yeye ndio iko nazungumza hivyo sijui, so, wali, walimtengenezea tu sio yeye, ni hivyo sijui, ni weke sijui ni ache, lakini gisi, gisi tushagundua bagoma babukavu ba mu republic yote, ingefaa tu ema muvira ungeona ba, ba, ba, ba opportunist ba, uh, ba, ba, ba mingi bangeingia ba tu habiko dynamic. Watu hawako na servir nchi, hawapo kwa ajili ya nchi, wako kwa ajili ya maslahi yao wao wenyewe. Siwezi kaa sehemu ambako kuko adui, siwezi kaa na adui sehemu moja, siwezi siwezi hata dakika moja, kwa sababu unajua kwamba siwezi eh, kwa kusaliti in, nchi yangu. Sina nchi nyingine zaidi ya hii na lakini watu ni opportunist sana sana sana. Kisha mtu anakuja anaanza kulia hapana, sio mimi, walitengeneza tu hiyo. Kwa hiyo ni hivyo. um kitu ambacho kiko kinaendelea sasa hivi M23 wako wanajiondoa wenyewe mu Uvira, wako wanaondoka -ondoka wenyewe kama mlivyosikia e, message mbalimbali, na watatoka wote mpaka wataisha. Wale wenye wako wana resist kubakia, e, wako subul na msao wengine, pia waliingia manyumba kuiba manguo, kwa hiyo washabadilisha E, wanajifanya kuwa waraia tu wa kawaida, wale wenye wako na resiste kumilima kule ndio wako wanakungutwa hivyo wanashuka. Kwa hiyo raia ya Uvira yote ni kutulia tu polepole, gisi na, tu, e, tutenda tunawarudisha hivyo hivyo watu washatoa silaha zao zote washazirudisha Rwanda. Hii kuna maana gani? Magari yote ilikuwa mule mu, mu, e, munjia ya kwenda Kiliba yote washa beba, yote washazipeleka kama nyona ziru... uh, pale ni kidogo tu Bugarama. Kwa hiyo uh, mambo yanakwenda ya, ya kubadilika sasa. Umoja wa Mataifa kupitia resolution 2808 inasema hivi uh, ngoja nikusomee hapa

Uh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiondoa kwenye mazungumzo ya Doha kutokana na uh, resolution na I mean, kwamba um, resolution kwa Kiswahili tunaita ni ni ni nini? Ah, ona tena Kiswahili tena hapa, resolution ni um, uh, ni uh, ho ho ho, aya, uh, mwenye atakumbuka Kiswahili kizuri sana, niambia resolution na uh, <laughs> uh, kama ni majibu, sema hivyo ya yeah. tunde tu hivyo uh, Hajibu iko nataka kuwe mimi napotea nikikumbuka nita, nitasema kwa, kwa Kiswahili sanifu ndo maana yangu. So hii hapa anasema Jamhuri ya kimesa Kongo imeweza kujiondoa mara moja kwa eh, makubaliano ya Doha kutokana na eh, re -re -re -resolution ya ishirini na nane sifuri nane ambayo imeweza kuchaguliwa na mmoja mataifa hapa juzi juzi inayoweza eh, kuleta mabadiliko ya kimkakati principal point point za muhimu ni pamoja na reconnaissance formelle de l'agression contre la RDC par des forces étrangères étrangeres notamment RDF M23 FC. Imeweza kubainika kujulikana rasmi ndani ya moja mataifa kwamba Kongo inavamiwa na vikosi vya nje ikiwemo jeshi la Rwanda RDF M23 pamoja na FC. Donc M23 i kukonsidere comme info une force étrangère uh, pia AFC pia uh, vilevile iko force étrangère pia um, deuxième point, les conflits ne plus vu comme un désaccord politique mais comme une menace à la paix internationale uh, ugonvi haonekani tena kuwa kama ni kutokelewana kwa siasa za, za ndani lakini ni kama na uh, uvamizi uh, wa kimataifa. Uh, na hiyo ndiyo imeweza kuiwekea eh, hali ngumu jamii ya umoja ya kimataifa. Le dialogue avec les groupes armes n'est plus obligatoire. Uweza kuzungumza na makundi yanayomiliki yana silaha, sio tena, sio lazima. Kinshasa est désormais légitime à agir militairement pour defendre sa souverainete. Serikali ya Kinshasa iko huru sasa kuweza kutumia nguvu eh, za, za kijeshi.

Uvira huku kuanzia Fizi Makobola ndo, ndo vita sasa inaanza kupigano sasa, sababu tuko na autorisation ya Nations Unis ya kupiga, na nikudokeze tu hapa kwamba après frappe ya uh, Marekani Nigeria, Trump alisema kinachofuata ni kusible sasa, ma, ma position za M23 kote mu Republic kote kwenye biko mambo yanabadilika. Monisco ra uh, Monisco renforcer MONUSCO hiyo inapewa vikosi vipya na inaongezewa ujuzi zaidi. Eh, David Grisley, nouveau representant special de l'ONU prend la direction de l'operation. Kiongozi mpya wa Umoja wa Mataifa ambaye ni David Grisley ambaye amechukua nafasi ya Bintou Keita, ndiye anayeongoza operesheni za Umoja wa Mataifa nchini. Uh, brigade d'intervention rapide composee de 12000 soldats professionnels, uh, brigade ambayo itakuwa iko na wanajeshi Uh, wa dharura ambao wa iko na wanajeshi elfu kumi na mbili kwenye mafunzo ya hali ya juu. de mission principal uh, mission mbili za muhimu expedition de rdf du territoire national kuwaondoa kabisa rdf nchini. mise en oeuvre uh, du pdrss pour desarmer et cantonner les groupes armes, kuweza kuirudisha pdrss ifanye kazi yake, na kuwanyang'anya silaha uh, makundi yote yanamiliki silaha na kuyaweka kwenye sehemu ambako wataanza e, kukuwa insere swate mu, musosiet ama wenye watapenda kubaki jeshini wanaingia jeshini. Arrestation et transfert à la CPI des criminels de guerre et auteurs de crimes de guerre, wakamata na kuwapeleka kwenye mahakama ya kihalifu ya ICU, e, wahalifu wote wa kivita na wale wenye walianzisha huo mchongo. fin de process de doa. E, kumalizika kwa prosesi ya doa. Kwa maana hiyo kwamba doa mchakato wake umekwisha, nafikiri tumeelewana hapo. Hiyo ndo takwimu ambayo iko kwa sasa hivi, ndo hali ambayo iko sasa hivi e, Kinshasa, na ndo mazingira ambayo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umoja na moja mataifa imeweza kushikilia. E, sitaondoka bila kusema kitu kimoja kwa Muteba huyu. Um, ni, ni, ni padri wa Lubumbashi nafikiri yeah, uh, ameweza kutoa matamshi machafu viza vi na rais wa nchi e, kwamba mikataba ambayo imesainiwa kati ya Marekani na Kongo, wamebrade minerea Kongo, wameweza kuuzisha minerea Kongo miaka tisini na tisa kwa Marekani. E, eh, Wakongomani watakosa mine. Embu tulizani, we Kongo le do origine, tuko na meka ngapi depuis independence? Tuseme avant independence, ma mine ile Kongo isha kusaidia kitu gani? Kama sio asilimia tano ya wakongomani tu ndo wako na faidika na mine ile Kongo yalo, pourquoi kuisha mabilioni ya watu juu ya mine eh? We uranium coltan, cobalt bitu gani we Kongole iko na kusaidia nini? we mtoto wa Rutshuru, wa Masisi, wa Nord Kivu, wa Sud Kivu, wa Manyema nini? Hiyo maminere iko na kusaidia nini? Hatuna ni barabara, hatuna ni maji, hatuna ni umeme, internet mbovu, masomo ndo hivyo. Felix ndo kidogo iko anajitahidi kurekebisha mambo. Sasa utabaki na vitu ambavyo unajua mwafrika ni mtu mmoja. Unakutaga unaenda kwa, kwa shop ya fundi fundi wa simu, mafundi wa, eh, fundi wa TV fundi wa redio anaviredi ana vikorokoro kibao vya miaka kumi miaka kumi na tano havina kazi yoyote kwenye duka lake eh ee, vishachaka, lakini kwa sababu aviondoe ya vitupu, kwa sababu vina vina take space, anakuwa hawezi yule mtu, anaviweka mapambo pale, mehavimsaidii kitu. Ndio nataka nyumba za za Afrika, nyumba nyingi za Afrika kuna vikorokoro kibao eh, havitumiki miaka tano miaka havitumikagi viko tu ndani ya nyumba. Sasa uli kuvitoa kuvitupa ni kitu, kikikio, mkicho, nye, kitu. So, kwa nini tusiwape wa Marekani, ambao watatusaidia develop nini kujenga vitu mba, mbalimbali, no, ni ni ni uh, Urusi nia ni sawa, lakini Marekani pia kuliko kuwa napatia Rwanda. Uh, k Rwanda alikuwa anakuja kutuiba maminere zetu. Unaona nyinyi wa Katolika? Wa Katolika ndio tu moja wa ajabu sana. Na ndo hawa hawa wako natafuta dialogue. Tushafanya ma dialogue, ma wapi, ma Nairobi. La question qui est là, nous devons

i oui. Dialogue ni juu ya bapoliticien kutaka marecupération politique bakatolik banasirika juu ya, ya enseignement eh, primaire iko gratuit nenda na na mpaka kusecondaire balikuwa nakula franga za balimu eh, za, za, za, za, za bazazi serikali imevunja ile banasirika ndio fasona kuta basenko, ba SSC banachukia gouvernement, c'est ça, c'est la question, makopi ma pression et tout ziko mingi mu gouvernement, yelo avec serikali iko mp inabana mambo, okay, serikali haiko haiko perfect sawa iko na makosa mamoja mamoja, lakini mimi kama mimi avec Felixi sawa kwa gisi tunafikia hapa, siwezi mpate 50%. Non, nina mpa 40%. sa ba perde na FCC ba mediocre, jamais. Donc ua tuotunaangalia tuna, tuna koma tutatetea taifa. Hii ndio nchi yetu. Yote mwenye anajisontiri kwamba iko mwa security awezi kuishi na serikali na kale si, atuzi defendre, ba, ba, ba, ba, kuya, kuya, huyo ndio hivyo. Serikali ya Rwanda wameweza wa, wa kuiondoa kwenye sistemu ya moja mataifa, majeshi yake wameweza kuwarudisha kuwa wote Rwanda. Kwa hiyo so, Rwanda itenda kusibiri na Kagame na shefdon uh, hii uh, kitu hawezi ah, kufikisha uh, miaka mbili tena. Jambo si tunapana maminere tunagavulana sasa Wakatolika mwe mwe, ule ya kumwomba Mungu juu ya nchi kae vizuri. Mungu anaingilia politiki, lese politiki kwa politisien. so, tushie hapo bwana. Tukutana ni majira ya saa kumi na mbili nafikiri. Kwa vira kalme iko inaendelea, e, atumoma victoire itakuwa chante lakini Bye. Pia kwa, kwa kumalizia kuna, kuna hili jambo ambalo lilifanyika Makobola wazawaza uh, waza na FARDC